Go back, go back. Go back. Siku moja baada ya maandamano ya maelfu ya raia kuitikisa nchi ya Kenya na yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu kumi, athari zimeonekana wazi hasa katikati mwa jiji la Nairobi ambako baadhi ya biashara sasa zimefungwa. Wamiliki wa biashara wanahuzunika. Biashara walizojenga kwa miaka mingi zimeporwa na zingine kuchomwa moto usiku wa maandamano. Josephine ni mmoja tu kati ya wafanyabiashara wengi walioathirika na wanaokadiria hasara ya maelfu ya pesa. Mambo ni magumu sana nchini kwetu sasa hivi. Wakati mwingine tunakuja asubuhi mpaka jioni na tujauza chochote. Halafu ukumbuke hii ni biashara uliowekeza muda mrefu, kwa hiyo hadi upone inachukua muda. Maandamano ya Jumatano yalifanyika kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga serikali yaliyoishia kwa vifo. Lakini hali ilizidi kuchacha baada ya kifo cha mwanablogo anayesemekana kufia mikononi mwa polisi Albert Ojwang. John Kimari Kariuki pia ni mwanabiashara katika jiji hilo. We had to close. Unaona tulilazimika kufunga. Kwa hiyo jana hatukufika kabisa kazini kwa sababu tulitarajia haya maandamano. Tulihofia maduka kuvunjwa au hata usalama wetu. Kwa hiyo tuliamua tusije kabisa jana. Wakati shughuli za kusafisha jiji zikiendelea, maumivu bado ni makali, si tu kutokana na uharibifu, bali pia hofu na sintofahamu kwa wafanyabiashara wengi wadogo. Kurejea katika hali ya kawaida, huenda ikachukua muda.